Uh, sawa, labda katika yote na kabla ya kuendelea na kabla ya kuanza, ningeomba kwanza tufungue au uh, majadiliano yetu, mkutano wetu hivi, sijui niteje hii hi, hi kongamano yetu ambayo tumekutana pamoja na wazazi wetu, tuifungue kwa maombi ili tuweze kuendelea na mgao wetu ndio, ili tujitambulishe sisi ni akina nani kwenu, muweze kutufahamu na nini tunakifanya. Mimi niombe labda mzazi mmoja asimame atufungulie hili jambo katika kumwalika Mwenyezi Mungu. Karibu sana. Aya, oh, sisi kukusanyika mahali hapa si mapenzi yetu, bali ni mapenzi Adena, ya wewe mwenyewe ndio mwenyewe uliyotaka na ukapendelea ya kwamba siku ya leo tukutane mahali hapa, ndipo tunakualika baba yetu. Kabla ya mambo yote, tunakualika wewe mtawala, njoo ututawale katika kundi hili. Mungu, libarikiwe na wewe, tuongozwe na wewe, tufundishwe na wewe, tukumbatiwe na wewe. Asante baba yetu, ninaamini yote yatatendeka ni kupitia jina la Yesu ua huu mkutano wetu kwa maombi. Naomba tuendelee, tuwezi kujitambulisha sisi ni akina nani kwenu na nini tunakifanya na kwa nini leo tumekutana siku ya leo hapa, si ndio? Uh, kabisa sisi kwa majina, sisi kwa majina, kila mtu anaweza kuwa na jina lake tofauti tofauti lakini kwa jina ya pamoja sote kama kundi tunaitwa Yadis Zimamoto. Hiyo Yadis ni kifupi cha maneno ambayo yamefungwa hapo katikati, si ndio? Sisi ni kikundi cha vijana ambacho kinaitwa Yadis Zimamoto, ambacho ni kikundi cha vijana ambayo tunapatikana kambi ya Nyarugusu. Hapa ni wakimbizi kama sisi Hakuna Mtanzania, sote ni wakimbizi si ndio wapendwa? yeah. Ambako tupo huko kwenye vijiji vya huko juu ambako makao makuu yetu sana ofisi yetu inapatikana ni Bede. Bede si tunaisikia e? ukienda depo depo pale kijiji ambacho kipo chini ya depo. Ni Bede pale ndo makao makuu yetu hipo. Aa, ah, na sisi ni kundi la vijana ambao hatubagui kabila wala nini, ni tunakusanya watu wote wazehe Vijana, mama wa baba wote, tumo mapasta, na wengine wote wamo, sindio? Mm, hey, na hiyo YADC nimesema ni kifupi ambacho kirefu chake kinasema kwenye Kiswahili kinasema ni la kundi la vijana la maendeleo na ushauri, sindio? kundi la vijana la maendeleo na ushauri. Kwa hiyo, hicho ni Kiswahili chake, lakini pia Kiingereza, maana haya maandishi yapo kwenye Kiingereza, kisoma huko mgongoni kwangu, maandishi ni mengi sana, maandishi ni mengi ambacho inasema ni Youth Association for Development and the Counseling, ambayo imefungua vile ambavyo nimeitaja kwa Kiswahili labda atusaidie mzee mmoja atuambie kwa kibembe labda, eh? ili sisi wabembe wa huku ambao tushasahau mpaka na kibembe atuambie kwa kibembe labda, inaweza kuwa ina maanisha nini, kikundi cha vijana cha maendeleo na ushauri? Atuambie kwa kibembe labda, ina maanisha nini eh? Wanasikia. Wa, ndio wanasikia, lakini pia tulitamani na sisi tufahamu kwa kibembe hiyo ina ina ina ina inaitwaje? eh eh baochuvaleano vatuvwile mebembe tunavocavile mm. <laughs> unasikia eh, dada?

<todicumia> Wapendwa tume bado kuna nyongeza huku kwa wazazi. Eh? Jo vile iko sawa kabisa. Na pia wabembe ambao mmetokea okay. <todicumia> wakati tunatafuta kibembe maana yake nini? Wewe hujasikia? Ulikuwa unafanya nini?

tunajaribu kurudirudi kidogo, tunafahamu kwamba hiki kinafanya hiki na hiki kinafanya hiki. Kikundi chetu kina, kina wanamemba wengi ambao nitaenda kuwatambulisha baadhi ya wale waliopo hapa. Hawa sio wote, tunao wengi, na tunao mpaka wazee ambao tunafanya nao kushirikiana kwenye maendeleo pamoja na kutoa ushauri kwa vijana wetu pale ambapo maadili ya vijana inapo kwenda kumomonyoka, sisi tuko tayari kuja kufanya majadiliano, kupeana ushauri, ili tuweze kusimama kwa pamoja kuhakikisha kwamba ujana wetu unasimama kwenye maadili ambayo tunawasikiliza nyinyi kama wazee, si ndio? Na pale ambapo tunaona kwamba maadili ya sisi vijana inaenda kupotea, ndipo pale sisi hadi tunasimama kutoa msaada wa ya maadili yale yaweze ya kurudi kwenye nafasi yetu, lakini pia tunakwenda kutoa misaada ya pale pale ambapo tunaona kwamba hapa, mfano tunajenga madaraja. Tukiona kwamba hii njia hapa ndio watu wanapita, si ndio? Na hapa kumekuwa na mmomonyoko, labda mfereji umekuwa mkali, wazee kupita hapa itakuwa ni vigumu, watoto kupita inakuwa ni vigumu, sisi kama vijana tuna jukumu la kuja kutengeneza daraja pale, si ndio? yeah. tushatengeneza madaraja mengi huko lakini pia kama kuna msiojiweza mtu mzee au mtu ambaye tunaona kwamba hali yake sio nzuri, na ana uhitaji wa moja mbili tatu, sisi kama vijana na nguvu kazi yetu tunajikusanya kuja kutoa msaada kwa kile ambacho tunaona kwamba hiki tukikifanya kitakuwa na msaada kwa huyo mtu, si ndio wapendwa? yeah. Tumejenga nyumba huko baadhi, kuna wazazi tumewajengea nyumba, tukajikusanya sisi kama vijana, michango ya hapa na pale, tukawajengea nyumba, na hizo zimebaki kama kumbukumbu kumbu, na yale ambayo tunaifanya kama nguvu kazi za sisi vijana si ndio? Hivyo basi, tunawakaribisheni na nyie mje Addis, ili tuwezi kuona na nguvu ulionayo, mawazo ulionayo eh? yanaweza kujenga vipi jamii ambayo inakuja kesho. Zile nguvu ulizonazo zitatusaidia vipi kesho kusaidia na mtu mwingine ambaye tunamuona huyu tunaweza kumsaidia kwa wakati huu. Yadis. Zima moto. Sisi tukisema Yadis tunaitikia zima moto. Kwa sababu sisi, sisi pale ambapo kunatokea shida ndio pale sisi tunakuja kuzima ule ile shida ambayo inatokea. Ndio maana tunajiita zima moto. Si ndio? Yeah. Usisite kutuita, usisite kutukaribia usisite kutoa maoni yako pale ambapo unaona kwamba hapana, hapa nyie kama vijana mngefanya hiki na hiki na hiki kingekuwa vizuri kwa ajili ya ya kufanya ili jambo kwa ajili ya jamii yetu. Kazi kubwa tunaifanya ni kwa ajili ya jamii yetu. Ile nguvu nilionayo mimi kama kijana, alionayo kama kijana, alionayo kama kijana, tunaikusanya kwa ajili ya kusaidia jamii ambayo inapatikana kwa Nyarugusu hapa, sindio? E, na ndio maana leo tumekusanya nguvu zetu tukasema ngoja tuje tuishi na wazazi, ndugu zetu, kaka, dada, mama zetu na wazazi wetu wa baba, wa hiki kidogo ambacho tumejaliwa leo, ili tuje tuishi na nyie, hata kidogo iwasaidie mswaki, huko hapa hapa utasaidia, kuna kuna kuna kuna dawa za meno, lakini lakini pia kuna sabuni. Kuna hizi ndoo, lakini pia kuna hizi ndoo, vikombe ambavyo vitatusaidia kunywea maji si ndio? Hakuna ah, ambaye anaweza, lakini kile kidogo nilicho nacho tugawe, ili maisha yaweze kuendelea. YADC Zimamoto, mbona huko sijasikia YADC? Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo, na hiyo ndio YADC. Si ndio? Ehe, nyinyi kama wazazi mna maoni gani kwenye YADC kabla sijawatambulisha hao? Nyiye kama wazazi wetu mna maoni gani ambayo mnaweza mkaitoa kwetu? Japo tutatamani tumsikie mtu mmoja mmoja anatoa kile kutoka moyoni mwake, lakini kabla hatujafikia huyo mmoja mmoja, watu wawili au watatu watuambie, mna maoni gani ambayo mnaweza mkatoa ushauri kwa vijana. Karibuni sana basi. Tunataka tutumie muda mdogo, ili wazee wetu wakapumzike, na utaratibu tutakaoenda nao zanih wiki iliopita Ijumamosi na una zoezi tulifanya tulitembea, bahi tuliwakuta, tuliwakuta wengine hatujawakuta wengine, tukawa tumewaalika waje hivyo hivyo. Kwa taratibu tutakaoanza nao, utaratibu tutakaoanza nao, tutakwenda kuanza kwa wale tuliowafikia, wale tuliofika mlangoni kwao tukawaona ndo tutaanza nao. Na vitu vyetu sio vingi sana kama mnavyoviona, ila tumeona kama vijana hatuwezi tukakaa hivyo, tuna wazee wetu inabidi tuwatembelee. Nadhani ashawaambia sisi hatupo shirika wala sisi hatuko Watanzania sisi ni wakimbizi kama nyinyi wote. Hapo hakuna mwenye hana fomu, sisi wote ni wakimbizi. Lakini kama kawaida yetu, kundi yetu ilivyo YADC zima moto, ina maana moto ni tatizo, alafu sisi tunaenda kuzima nini ule moto kwao. Tumeona huku tuna wenzetu ambao wamekimbia bado, ni wapya, hawajajua mazingira hususani hata mzee, kuna mwingine hajawahi kufika zone ya kumi. Kwa utaratibu tuliopanga, tumepangilia watu mia, lakini inawezekana wakazidi. Wakizidi tutaenda tukae kama vijana, tuangalie kwa wale watu wengine waliobaki tunafanyeje. Yadis, yadis tunasema zima moto. Kwa utaratibu tutakaotumia tutaanza kuita kwa wale tuliowafikia maana wale tuliowafikia tuliwaandika siku hili, mm-hmm. Naomba nianze kwa wale ambao tuliweza kufika nyumbani kwao ile siku ya Jumamosi. Sawa, yadis, basi utaweza ukasubiri pale na tutakapomaliza hizi ndoo nne, utakuwa unapita hapo unachukua ndoo, unachukua sabuni, dawa, hivi mpaka pakeji yako yote inaenea. Naomba niende haraka haraka. Baraka dalili. Baraka dalili. Kenja mkombi hmm? hmm. Hatujafika kwake au ni muite moja kwa moja, okay. Mwashite Tabu, Mwashite Tabu. Roda Imata Mlekwa. Jacqueline Msongela. mm -hmm. Mhm. Kaskile bichingini kaskile bichingini. Ah, eh, ngoja kwanza, huyu ni yule mtoto mremavu Geneveva Ongwa Geneveva Ongwa Hmm? -uh. Charlotte Elia Shukuru Biloze, huyu ana mtoto, ana mtoto ambaye ni mlemavu, ni mlemavu, ni mlemavu ambaye hatoki ndani